Bado tupo ndani ya Viwanjani. Nakumbuka uh, ilikuwa ni Zilizobamba katika michezo mingine, lakini kwa sasa hivi ni wakati pia kumkaribisha Ally wakumkaribisha Bakari Mufti hapa kwa ajili ya kuangazia zile ambazo zipo mitandaoni, lakini yote ni hapo hapo katika segmenti moja katika Zilizobamba. Mtu kutoka Mangula, lakini mzee anapapenda uh, sana ujda pamoja na Unguja. Nikawa nategemea labda upo Unguja sasa hivi. <laughs> Hapana, lakini inawezekana tukawepo huko. Tunategemea e, tu ankali Filipo Siprian e, atapanga vipi? Umepataja <laughs> Mang'ula, nikuambia tu Shekh Saidi mm. lakini pia Ayubu Injo na e, Idi Nonga mm. e, ni kwamba salamu zenu kutoka katika watu ambao wanakaa bonde la Kilombero. Bonde la Kilombero ni kubwa kwelikweli, analijua Ayubu, Ayubu Injo mm. e, kwa hivyo watu wa kule wao wamechagua mm kwamba Viwanjani ndio kipindi chao na Azam TV ndio kisimbuzi ambacho makofi sana kwao bwana, watu wa mamula ndamini kabisa. Hizi taarifa tumezipokea, au sio? <laughs> kwa <laughs> msingi mpana tumelipokea kwa sababu wale wote tunahudumia, tunapokea na mchele pia apofikishi tunapokea mchele na vitu vingine <laughs> bila shaka hizo zimefika na Mwenyezi mm, Mungu akijalia, nikifika kule cool, nitawaleta mchele hilo, na ahidi mimi kile kisado ki, ki, ki, ki cha pepeta. Wewe ni kisado cha pepeta e, kisado cha pepeta Ayubu, ni mchele mchele, idi mchele, shaka ah, basi inshallah. Yeah. Tuombe dua. Hakika katika pepeta na, na mchele uwepo. Ah. Yeye <laughs> <laughs> <laughs> Asante sana, yes, twende moja kwa moja katika zile ambazo zimebamba. Alitoka hapa Aili na Haula, ama IK akitupa zile ambazo zinabamba katika uh, michezo mingine ikiwemo basketball, ama si yes, eh? Yeah. Yes, tuangazie sasa na kwenyewe huku, hii hapa ni Azam TV Sports inatupa ratiba ya yeah, mambo ambayo yanaenda kutokea weekend hii, kuanzia Ijumaa Novemba ishirini na moja, Al Hilal inaikaribisha MC Alja hiyo <laughs> sana. Sana. Mechi. Mechi, mechi. E, hiyo ni Novemba 21 kwa maana ya eh, Ijumaa alafu e Jumamosi kwa maana ya Novemba 22 ni Yanga Africans ama Yanga Sports Club unaweza kaita hivyo vyovyote vile. Ama sio eh? Inaikaribisha Far Rabat. Mane. Ni mechi ya kuikosa? Mechi nyingine. Na ndio maana Sheikh Said alitaka mimi niende Zanzibar kule bila shaka. Labda asubuhi Eh. Um. Ally Bakari kumeamkaje huko? Yes, yes, yes, yes. Ba. Na kwenye kijiwe hiki unazungumzaje mechi? Nikiripoti kutoka Mwembeladu. Kwa nini Mwembeladu? Yes. Hiyo ni yes, tarehe ishirini na mbili lakini tarehe ishirini na mbili hiyo hiyo Mamelodi Sundowns itaikaribisha FC Lupopo Mm. Uh, mechi hiyo itakuwa ni majira ya saa kumi na yenyewe kwa hivyo, saa kumi kuna mechi ya Young Africans lakini pia saa kumi hiyo hiyo kutakuwa kuna mechi ya Mamelodi Sundowns na cheje. mm. mm. Yeah. Ma, kulipia kisimbuzi chako hapo yeah. yeah. yeah, au Saint Eloi Lupopo mm. yes. mm. wanarudi na Afrika Kusini baada ya kuondoa Orlando Pirates. Waliandikia <laughs> <laughs> kwa kwa barua, naomba fanye mazoezi, bonge moja la vita moja tamu sana. Yes, majira ya saa moja usiku kupitia uh, channel ya ZBC2 ambayo inapatikana katika kisimbuzi cha Azam TV pia yeah. uh, Steadman, yeah. Yeah, Masi, Eh eh? Experience inaikaribisha. Madie. Esperance de Tunis inaikaribishamaiea Yeah, I ni I kundi la Simba baada ah, e ah, mbos, e ya wa Simba saa nne watakaa kwanza, saa kumi watamfuatilia mtaani mtaani kuona analeta kitu gani. Ni saa moja wataangalia sasa kwenye kundi ambayo lina wahusu wao, na wakati huo kama ni saa moja kule Zanzibar, kwa mashabiki wa Simba watakuwa wamepata burudani au e watakuwa wamesasa, inategemea hapo ni patamu kwa sababu mashabiki wa Simba watakuwa wanaiangalia Esperance de Tunis na Taradidora dhidi ya Stade Malien, wakati mashabiki wa Yanga watakapo, wamepata alama hawajapata, umekuaje, watakuwa wanaangalia pia na wenyewe wapinzani wao wa kundi Al Ahli na JS Kabylie. Kwa hiyo watu watakuwa wameganyika sehemu mbili hapo, ambazo zote saa moja zote saa moja alafu saa nne sasa ni Pyramids dhidi ya Rivers United hii Jumamosi mosi mbona... picha... kama tunasemaga mm, wikendi ya moto, lakini jumamosi mosi ni ya moto, siipati yeah, moto si, picha ujue ukute familia, kuna mtu Yanga, kuna mtu Simba, saa moja imefika, imefika, aha, moto mkali hiyo. Ni kwenye ligi ya mabingwa, lakini jumaa pili ya tarehe ishirini na tatu Simba Sports Club nyama wa mwituni ama mnyama mkali unavyosemaga. Sasa hivi wewe unapenda kusemaje? Mi napenda yeah. kuita mnyama mkali e, mnyama mkali mnyama mm. eh. <laughs> <laughs> <Kali. laughs> mkali anaweza akawa mwituni au anaweza akawa popote pale <laughs> anaikaribisha uh, Petro Atletico mm. katika dimba la Benjamin Mkapa. wapo Simba, mambo yote yashapita hapo mm. wapo wenyewe sasa hivi wametulia, yes, hiyo yes, ni ratiba ya weekend hii katika kisimbuzi chako cha Azam TV. tuende katika post yes, Sports wanasema ubora wetu unazidi kupanda siku baada ya siku. Jumapili ukija uwanjani uh, utaliona hilombade katika, katika, katika posti nyingine na, kwenye kuna khabari, uh, gani na huko. Yes, awapa, Africans wanasema ni Guantanamo bei hiyo. <laughs> <laughs> <laughs> Ni New Amani Complex imepewa jina hilo. Ni yes, ni gereza hilo ambalo limeanzishwa na wakati ule akiwa rais wa Marekani uh, George W. Bush mwaka hmm. elfu mbili na mbili kule Cuba kule. Useme George Walker Bush. Yes, George kule, Walker Bush. Maki babake mm. anatumia yeah. jina hilo George mm. Walker Bush senior. Senior. ambaye yeah. alishakuwa naye rais wa Marekani. Yes, kwa hiyo yeye yeah. ni George Walker Bush. Yeah. ila kwa babake pale nafikiri naongezeka George Herbert Walker Bush nafikiria sasa. Ndio, afu kwa mbele ibidi uweke senior. Senior eh? Kwa hiyo hapo lazima useme tukianzia huko mashariki ya mbali. Kwa hivyo wao wanapaita hapa ni Guantanamo, Young Africans sawa? na tunafahamu hiyo eh, Guantanamo ina sifa gani ambako ilianzishwa ile kwa lengo la eh, wale ambao wanatuhumiwa na masuala ya ugaidi hivyo, um, um, ni gereza ambalo kidogo lina sifa za, li za kipekee ama sio eh? um. Um, eh, Juma Mose tu wache muda <laughs> <laughs> jana walituwekea posti hii hapa inayomuhusu, wanasema Azam FC, tulikuwa na ugeni mkubwa jana Jumapili jioni wa kutembelewa na kocha mkubwa barani Afrika, kwa maana ya Piso Mosimane. Anasema kocha huyo raia wa Afrika Kusini alikutana na rafiki yake mkubwa, kocha wetu mkuu Frola Ibenge. Unajua mitandaoni unazungumza nini, shapata posti za mitandaoni watu wakuwa wanaunganisha doti, wanasema kocha mkubwa sijui lazima atembee tembee, mwelewa nonga, mshakutana nazo hizo lazima hicho umeelewa, ufutajeelewa, mmeamua kuniacha Pisos ameanza na Yanga ndio afu akaenda baada ya hapo subiri picha kwingine, labdaana sasa. Mwisho wa siku watu ndo wanaoja watu, lakini sio mimi. huko mtandaoni katika Zilizobamba mm. <laughs> kwamba lazima atembee tembee kwenye <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tuende kwenye posti nyingine ayo. <laughs> <laughs> ni yapiso Mwasimane ambaye uh, ana muda mrefu yupo hapa Dar es Salaam. Hii hapa bila shaka uliitambulisha tayari shaksaidi, kwa maana uh, yes, mm, ya uh, yusuf chapo yupo pale chipo, eh, chipo wa kumradhi uh, yupo pale mtibwa shuga. Tuende katika posti nyingine, na kwenye kuna habari uh, gani? uh, gani tuiache ya uh, mtibwa shuga ambayo tayari ilikwisha semwa hapa bana. uh, tunaambiwa ya kwamba lamin yamal atacheza Uh, mechi yake ya pili katika dimba la Camp Nou, uh, Jumamosi hii, uh, Barcelona wakirejea katika dimba lao la Camp Nou. Mm. Wanasema April 29 mwaka 2023, Lamine Yamal alicheza mechi yake ya kwanza akiwa kama mchezaji wa Barcelona, lakini Novemba 22, Lamine Yamal atarejea na Barcelona yake katika dimba hilo. Tayari Lamine Yamal katika maisha yake ya Barcelona ameshachukua mataji manne mawili ya La Liga, Copa del Rey na Super Copa de Espana, taarifa ambayo uchambuzi wake utafuata katika utafuata yes. Tena kwenye nyingine tuone na kwenyewe. Bwana huyu mnamfahamu yule? <laughs> kuna komenti inauliza, huyu bwana tunayemwona hapa alienda kama MC ama mgeni rasmi? <laughs> Tujibu hapa <laughs> kama... E, na watazamaji wa Viwanjani na wajue hapa ulienda kama MC ama mgeni mwalikwa ama mgeni rasmi na ulisomewa risala rasmi? hapa hapa sisi bana tuna shida. <laughs> Yeah, eh, yeah, yeah, mashimo mawili. <laughs> Uh-huh. Ah, bana hii ilikuwa ni fainali mm, ambayo ilifanyika kule maeneo ya Kiwalani Yombo. Mm. Uh, ni miongoni mwa watu ambao wameandaa uh, maeneo ya Yombo kule mm. kwao ni rafiki yangu mm. kwao alinialika kama sehemu ya kuwa mgeni rasmi okay, eh? Yes, kwa sababu mgeni rasmi wa kwanza ilibidi awe ni mea ambaye mm. amemaliza muda wake mm. uh, kumbila moto mm. yes. Kwa hiyo katika ile sehemu ya watu kwa ajili ya nanilia mm. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yamehusisha vijana ligi, mm. za vijana kwa sababu ile timu nyingine pale inaitwa miamia mm. uh, walikuwepo na Odha alikuwepo Abdalla Seseme, watu tunamfahamu. yeah. yeah. alikuwepo Mbaraka Yusufu Abedi mm. alikuwepo Kagawa yeah. a Sugar mm. Uh, alikuwepo pia nilimwona Said Morad Mweda ambaye vita mm -hmm. Azam Football yeah. Club alishinda ubingwa ligi kuu. yn yani, kwa hiyo ni timu mbili ambazo mm -hmm. alafu, tena siku hii pia nanyewe, kulipo kuna finali ya Mfaume Cup. Okay. Kwa hiyo mimi nilialikwa eh Bondia. yeah. uh, yeah, okay. uh, lakini sasa mimi huku nilikuwa nimealikwa muda mrefu mm Kwa hiyo -hmm. na hata mheshimiwa diwani hapo alikuwepo maeneo hapo, nimemsahau jina lake kiukweli mm -hmm. Kwa hiyo mwisho wa siku ilikopo ni jambo la kifaraja na watu kwenda hapo, unajua tunatoa <laughs> mkono hapo, unajua watu wanafuatilia sana mm. Kwao akasema, ah, mbona wanao wa viwanjani awapo ya yani yeah. unaelewa? <laughs> <laughs> eh? Yeah. Lakini ilikopo ni jambo jema. Uh, hii timu ya mia mia iliwafunga au bombomu, ukitaja timu bombomu ni timu moja maarufu sana, walifunga wabao mawili kwa sifuri e, eh, timu ya bombomu kwao, ilikopo ni jambo jema na aujatoa ahadi ya, akikweli kwenye ahadi yeah. Nimeombwa, nimeombwa kwamba kusaidia vijana hmm. eh, kufanya vijana hmm. lakini pia viwanjani, tutoke twende kwa. Okay. eh, sababu unajua hao ndo mashabiki zetu na, yes, mpira yeah. Upo mtaani yeah. Kwa ni vijana kwenda kwa kijana mmoja vijanaan mm. la <laughs> <laughs> <laughs> uh, Ally Bakari mufti ndivyo ambavyo ambavyo anavyoondoka uh, hivyo katika zilizobamba mitandaoni katika siku hii hapa ya leo, lakini kwa wakati huu hapa tuelekee katika